Na mtazamaji, kutokana na mabadiliko ya tabia nchi yaliyosababisha kiangazi kikali katika maeneo mbalimbali nchini, wakulima wengi katika kaunti ya Busia wamekadiria hasara maradufu na kukosa matumaini ya mavuno kabisa. Wakulima wengi walitegemea sana mavuno ya mahindi na maharage ila sasa wameathirika pakubwa kutokana na ukame na sasa wanahitaji chakula cha msaada. Mamia ya wakazi waliojaa hapa katika wadi ya Agenga na Nguba, eneo bunge la Funyula, kaunti ya Busia, kupokea chakula cha msaada ni wakulima. Ukame umeleta njaa katika eneo hili na maeneo mengine ya kaunti ya Busia. Zaidi ya familia elfu tatu katika wadi mbili za eneo bunge hili zikisambaziwa chakula cha msaada na serikali kuu. Maelfu ya wakazi Busia, walioathirika na balaa njaa, sasa wanaiomba serikali kuwafidia kutokana na hasara waliopata kutokana na ukame huo, wakisema kuwa chakula cha msaada hakitawatosha. Nashukuru kwa serikali kutuletea msaada, tukapata mahindi na maragwe juu tumekuwa na ukame sana. Mahindi tumepanda maragwe tukapanda, yote imekaukiwa shambani. Hii tumepata kama tunashukuru, ndio tumepata kila mtu gorogoro mbili, lakini tunajua tena serikali tukumbuke siku nyingine. Sisi kama wakazi wa Bukiri sublocation sub tumefurahia kwa msaada wenyu wa mahindi na maharagwe ambayo tumepata kwa sababu tulikuwa na ukosefu wa mvua, sasa kwa hivyo hatukupata mavuno bado. Ninaomba serikali izidi kutukumbuka tena kwa hayo, kwa sababu tunajua bado tuko na ukame wa njaa Wakulima hao kadhalika wameitaka serikali kuwapatia mbegu zinazoweza kustahimili kiangazi kama vile mtama, njugu na pojo, kando na kuzingatia kufufua miradi ya unyunyizaji maji katika maeneo kame. Tuko na ombi kama Wasamia, tunataka ile mradi ilikuwa ya Mnana Irrigation Scheme. Hiyo mradi ilianzishwa na mabilioni ya pesa iliwekwa hapo, na katikati ya hiyo mradi ikakolapse hiyo mradi ilikuwa imetarget population ya about 30,000 households ambapo hiyo mradi ikianza kuzinduliwa tutafaidika sana. Aidha, wamilaumu serikali ya kaunti ya Busia kupitia kwa idara ya majanga kwa kuwapuuza. Mimi nilikuwa form MCA 2013, 2017 kulikuwa wakati wetu tulikuwa na pesa ya disaster in case ya kiangazi kama hii walikuwa wananunua chakula wanagawa watu, but kwa hii government yenye iko, this is the third year, hatujaona msaada yote ambao inaongea mambo na disaster, hatujaona hata tractor ya kulimia wakulima, hatujaona hata mbolea na mahindi. Haya yanajiri huku kaunti zaidi ya ishirini zikiwa kwenye hatari ya kuathirika na ukame nchini. Ni mojawapo tu ya hatua ambazo serikali kuu imechukua ili kuwakwamua wale walioadhirika pakubwa na ukame, zaidi ya familia elfu tatu zikifaidika na juhudi hizi, japo chakula hicho hakitoshi. Jane Cherotich, Runinga ya Citizen, Busia.